Eh, asante ndugu mtazamaji na mpendelevu wa shene yetu, nasema asante na Mungu aendelee kukubariki eh, nakuya tena ndani ya hii shene ya mupya ambayo nimecreate hapa sasa hivi. Sudi nikueleweshe kwa nini tumeunda shene hii, lengo lake, na itahusika na kufanya kazi gani, na pia kwa wewe ambaye utaendelea kutufuatilia kufata video zetu utanufaika kitu gani? Wakati unaendelea kufata video zetu, ama utapata avantage gani? Utabenefisia kitu gani parapo na zingine machaine zenye unaendelea kufata? Uh, kitu gani utafaidika kwetu wakati una una jiabone kushane yetu, wakati unaendelea kufata ma video zetu unazipartage weye, sasa mwenye una depense Uh, kidogo yako ya makoneksio, e uh, otre shoz utafaidika kitu gani? uh, pamoja na ile acha, uh, nikwambie kama lengo kubwa ya hii shene, lengo kubwa yangu zu ni kreye hii shene siku ya leo ni kutaka ni kuinforme kitu kimoya ambacho wakati mwingine najuhuliza usiku na mchana. uh, unajua kama kwenye mtandao uh, ndani ya karne ya 21 ya siecle uh, ukangalia mzuri, watu watu wengi wamejifokalise, wamejipatia kabisa jukumu ya kufanya biashara kwenye mtandao. Wakati mwingine nawe pia kama vile nami nilikuwa na jiswali eske na mimi naweza kufanya kazi kwenye mtandao. Wakati mwingine nawe unajiuliza wakati ulikuwa informeke bengine bako wanatumika kwenye mtandao sijua, banaproduya ma video, bana pata maisha, banafanya ki na kile lakini kungamo yako uko najiuliza, e, sk si nweza kufanya kazi kumtandao. Hilo ni swali ambalo liko kukila mutu, inamana naona jiswali ile kesio. Sasa kama unajiswali ile kesio, unisikilize mwanzo mpaka mwisho, sababu mina jua tangu leo kama unaweko wako kuna fata video uh, za watu uh, unasikia kuna kupropose ushikazo, je abone ou like ou partage. Na kwa kweli wakati mwingine wakati kuna mamega unalifanya, wakati kuna connection, lakini unakuwa kuna jiswali, je na mimi naweza weza fanya hii kazi? Kama unajiuliza kale question, fuatilia hii video zaidi sana, shene uendelee kufuata ma video zetu, utaelewa sababu ndio shabaha kubwa imeacha mimi naunda, ama mimi na ni kusema kama tangu unafataka video za watu unawasogeza mbele banaenda viwango hadi viwango, sababu wewe uko mmoja wapo mojawapo wa wale mashabiki ambao wanawasogesha mbele. Ndio kwa maana unasikia kila mtu mwenye kwa natusha video anakuambia ujabone, ujikaze, nakubembeleza tusatusa sitadiri, anaweza kuwa na advantage kile kipa

kila mtu iko na uwezo ya kufanya kazi kwenye mtandao, pe importe miaka, pe importe comportement, hali yako ya afya, uko kilema, uko na kila mtu iko na uwezo, se posible anaweza fanya biashara kwenye mtandao. Sasa shabaha kubwa sasa ya hii shene ambayo tunaunda leo ni kusema nini? Kwanza kabisa nitakuomba kwanza ujiabone kushene kama kawaida, anakuambia ujiabone kwa ishe, usikose kujiabone kweli, upartage ulike, kuactive cloche de notification yote uifanye. Lakini lengo letu ni kwamba, lengo shabaha yangu kubwa ni kwamba wakati utajiabone, usisishie pale. Wengi wako tu wa kudepasa kama connection juu ya abone kwa watu, ujiabone kwa mashine mashine za watu ile kupitia ishene kama unajiuliza yenye utafanya apekujbon, nimero yangu iko hapa ya WhatsApp, uniite unikontakte inbox ya WhatsApp, mie nikutie mu groupe, uingie mu groupe. Ape kuingia mu groupe, tutafanya kazi pamoja. Ile makesho zote zonajiulizaka, comment devenir youtuber, unaweza penda labda kuwa na video na wewe Haulue kama unaanza namna gani. Petete unajua kama ni kwenda studio, tunajua ifomu ma video zitoke. Bila hata niko naongea hapa, wewe unafikiri kama nienda studioni petete bo. Ile ni maswali kila mtu anajiuliza. Lakini sasa wewe, ukishaji abone kwa ishe, ufanye hivi: ingia kontakte ya WhatsApp pale, uniite nikuajute ku groupe. Nikisha kuajute ku groupe, unabakia pale mgroupe. Tutafanya kazi kama unakuwa kana ndoto sawasawa na ndoto zangu sawa. Mimi ndoto zangu ni za kufanya kazi, kufanya biashara kwenye mtandao sawasawa na wengine, na ndio maana naniona niko naongea hapa. Donc je vois que ni inawezekana, c'est tout a fait possible, we na mimi na sisi tuendelee. Lakini kuna masekre mbalimbali, na zile masekre nimezigundua si, si, zenye zinaachaka ambao wanaishia mu njia. Ufate video mwanzo mpaka mwisho. Lakini kwanza saa unajiabone, unikontakte kwa WhatsApp, nikutie mu grupe. Ikiwa wewe unakuwaka na ndoto ya kupenda ukue youtubeur. Me labda ulishakashindwa kama wanze namna gani. Wala unaingia pa fasi kwa wanaandika komante, sota fungula video. Unaona komante. Fasi kwa wanaandika komante. Na niso kwe mtu anaklika kakusudi komante ku video. Kama unata andika serio yenye isiyamo video, labda unataka sema vraiment, unataka pongeza mwenye alitosha video pale, ndio mtu anakilika, unapiga kidole pale bana, kuletea clavier, unaweza andika mule. Kwanza mko deja lie ya whatsapp ya ile ile whatsapp, ukaklikia mule, utaona ile lie iko mule, ndio ya kwanza kwanza. Unaklikia ndani kidole pale pale, unafanya nini? Unaingia mu group. Ukishaingia mu group pale, abonnement yako utakuwa umetia. Kwa hii shen, hatutaki tena ikufe bure kama unakuwaka na zile ndoto kusema kama naona za pendo devenir youtubeur un jour, mimi ninayeongea e, utaniita Bahati Justin e, pamoja na shabaha yetu kubwa ambayo namaliza kukuelezea. Eh, acha basi e, unapomaliza kufanya kazi ya kujabone e, utafanya vile nimekuelekeza kusudi uingie kwenye grup yetu ya mafunzo. Ile grupi ni ndani ya ile group ndio maelekezo yote kamili itakuwa, kuhusu yoyote mwenye atataka kupata formation ama mafunzo namna uh, jinsi ya kudevenir ya kukua YouTuber ama namna jinsi ya kufanya biashara kwenye mtandao na sasa, mfano ya YouTube, mule mwa ile group ndio tutafanyia maformation zote, na maana ukishaingia pale umekuwa mmoja wapo wa wana member ambao watafanya formation. Halafu e, sasa nimemaliza kuambia kama nimegundua kwamba uh, kila mtu ana uwezo wa kufanya biashara kwenye mtandao. Nikisema biashara kwenye mtandao ninaongelea kwa mfano uh, YouTube. Application wenye YouTube wanakubali kila mtu kufanya kazi nao, na ndio ni mojawapo ya shabaha zao, maobjectif zao, batu wote wafanye kazi kwenye biashara kwenye YouTube. Samahani, ili venye YouTube nao wajipate bapate pesa a travers le monde lobako nabezwe pe importe. Ndio kwa maana sasa nataka unifate kadogo hapa e, hapa kufatana na jinsi nimemaliza kukwambia kwa ni kwamba kwenye YouTube kwenye YouTube lazima utambue kwamba kila mtu ana uwezo ya kukua mwana, mwana YouTube . Yaani kila mtu anaweza weza kufanya kazi eh, ku YouTube na YouTube inakaribisha kila mtu, nikusema haifuate sura, miaka, werevu, masomo, mtu mzima, kilema, mwanaume, mwanamke. Hapana, hata kidogo. Kazi yote unapaswa, eh, kazi yote unapanga wewe kuifanya kwenye YouTube, unakaribishwa sana pamoja na hali yako kiafya. Unakaribishwa hali yako kiafya ni kusema nini? Wakati mwingine wewe uko kilema, wakati mwingine haukusomaka, wakati mwingine wakati mwingine sijue nini wewe o bitakuwa, eh YouTube nakwambia, weye tosha video zako, fanya kazi pamoja na hali yako ya afya. Nafikiri wewe mwenyewe umejisikilia, na si kwamba hapa ndio uko nasikilia tu ama unaonea, lakini we peke unaingia kwenye YouTube, unakutana kila mtu anafanya kazi pale. kila mtu iko nafanya kazi pale. So nikutaka kuambia kama ujitoshe ndani mawazo ya kuwaza kama hustahili kufanya kazi kwenye mtandao na ndio lengo letu kubwa, nimesha visema. So wewe kenye utafanya ikiwa wewe ni mmoja wapo unakuwa kana id, unakuwa kana ndoto, sawa, sawa, na ndoto sawasawa na zangu, nimesha visema za kukua mwana biashara ama tuseme mwigizaji kwenye YouTube ama YouTube. Sasa tunaandaa formation kubwa sana ambayo utakuwa forme, utajua kufanya kila kazi yote yote kabisa Uh, utazua kufanya kila kazi yote, je dis bien. Ma montage vidéo, eh, kufanya izi ma miniature, eh, ii njo banaitaka miniature. Hizi, izi zenye mina nza onesha kwa mu ekran. Hizi, izi ma miniature ma kuzitengeneza kuzitraite njo zenye utatia ku première phase ya vidéo. Hizi ma miniature hizi ziko ndo napita pale na wazo unaziona kuzitengeneza tutawafundisha na kufundisha kila kitu utakijua. Mimi si utalipa quelque chose, haitakuwa na sawasawa na kulipa masomo na soma masomo naa, hapana, utajifunza na pre kujua kutumika ile kazi, hatutawakilia pale, hatutakuachilia utaendelea. Nimesema tumegundua ma strategi zenye zinachaka wengine hawaendelee yake sisi tumezi, mimi nimezigundua na wakati yenyewe tunaenda pamoja, lazima utakuwa miongoni mwa wale ambao hawatabakia nyuma. Usiwafu kujiuliza, wakati dakireeshene nitakuwa naongea vitu gani? Tusa tutakuelekeza yale yote, tutakuelekeza ndio kwa maana niko na kuongelesha kwa muda kama na kusudi, usibakie tena huko na zubaazubaa, sababu hii 2 donc information yenye iko na realite yenye iko ni kwamba biashara zote za mingi na za muhimu sana na za kuendelea haraka sana iwezekanavyo zinabakilia kwa mtandao. Ukaangalia mzuri masosiete mbalimbali, sijua ma asbel ma vitu gani, hata moja mtu tu ampartikilie anapotaka kuunda ka kitu fulani, anataka afanye swati marketing digital ya yake mko kwa resosu sio, a Biblia ile yote ni kufanya biashara ile yote, inahitajika mtu ajifunze kusudi uelewe, na wakati unajifunza utabijua utabitumika. Tuseme mfano Tiktok uko naona, kila mtu anatosha ma video na kia Tiktok haichagua aseme oh, nyenye mali somaka ndio bakutia yule hapana. Lakini vilevile nalomba ukue na formasyo, ukue forme ni ya lazima sana njoo yenyewe tuko na nandaa na, na sasa na nins kuelekeza, namna jinsi utafanya, juste unafanya mwae yote, uingie ku group, ukue pale ku group sababu wakati wengine watabeneficia ku formation, na wewe ukue miongoni mwao. Lakini pamoja na ile yote, unajua hapa tuko naongelea namna jinsi kuelewa kujua kufanya kazi kwenye mtandao Pamwaja na ile, nataka tutushane mkonfizio kidogo, sababu kama vile mkazi ya fiziki hii tunafanya na mikono, kama vile mkazi ya mtandao, mna watapeli wengi, mna biashara haramu sana za kuskamea watu, kukula watu pesa. Nataka tu nikuoneshe kama eh, mahali ambako ma platform mbalimbali ama ma application mbalimbali ambako watu wanapata maisha kwenye mtandao, eh, tunaweza sema YouTube. Uh, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, zile zote watu wanazipata pale pesa, wanapata maisha pale, lakini vilevile ndani ya zile zile makazi kuna wale watapeli wa kudanganya watu. Mi ndio maana mie siyakuya hapa kukuambia kama, uh, ndakuletea ile maplatforme aseme utakuwa unacia makuta zinakuwa hivi, unachunga linakuwa hivi, hapana Nataka ukuye tufanye kazi kama ni kutosha video, una monte video, unafanya matournage ya video, unafanya miniature, kila kitu, njo kazi utajifunza, utumike, utie video yako mashabiki na wale utapatikana, upate pesa. Hapana tu ya kusema o oh, tia pesa, utie hivi, ulete hivi, vitakuwa hivi. Hapana, sitaki nikuongelee mambo mambo ya vile hapa, na waza umenifuata kwa makini.